Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku, leo Jumatatu, juma la 12, kipindi cha kawaida mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo: somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya tisa. Na somo la injili kutoka katika injili ya mtakatifu Matayo sura ya saba aya ya kwanza hadi ya tano. Karibuni tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Matayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msihukumu, msije mkahukumiwa ninyi. Kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa na kipimo kile mpimiacho ndicho mtakachopimiwa. Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii? Au utamwambiaje nduguyo, niache nikitoe kibanzi katika jicho lako na kumbe mna boriti ndani ya jicho lako mwenyewe? Mnafiki wewe, itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vema kukitoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako. Neno la la Bwana. Sifa kwako, E Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, katika somo la injili tulilolisikia hivi punde ni mwendelezo wa mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa mitume wake juu ya mahusiano baina ya watu katika jumuiya au jamii kwa ujumla. Katika mafundisho hayo yanagusa moja kwa moja mahusiano kati yetu sisi katika familia zetu, katika jumuiya zetu na jamii kwa ujumla. Wapendwa katika Kristo, katika somo la injili ya leo Bwana wetu Yesu Kristo anatupa mafundisho makuu mawili. Fundisho la kwanza ni kuhusu kuhukumu au kwa maana nyingine namna tunavyo wahukumu wenzetu. Wapendwa taifa la Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo anatualika tusihukumu nasi hatutahukumiwa. Wapendwa taifa la Mungu, mara nyingi huwa tunajifanya kuchukua nafasi ya Mwenyezi Mungu kwa kuwahukumu wenzetu. Bwana wetu Yesu Kristo anatualika kutoa hukumu watu, kwani tutahukumiwa kwa maneno na matendo yetu. Rejea Injili ya ya Mtakatifu Matayo sura ya aya 36 hadi 37. Pia anatualika kuwa kipimo kile kile tuwapimiacho wenzetu, nasi tutapimiwa, akitualika kuiishi kanuni ya dhahabu, yaani yeyote tupendayo kutendewa, nasi tuwatendee wenzetu vivyo hivyo, kwani kadiri tunavyowatendea maovu wenzetu ndivyo tunavyopunguza uhusiano kati yetu sisi na kati yetu na Mwenyezi Mungu. Tunaalikwa kutohukumu bali kuonyana pale panapohitajika, kusameheana pale tunapokoseana na pia kupongezana pale tunapotendeana mema. Hayo ndiyo tunayoalikwa kuyaishi kwani ndiyo hujenga msingi wa maisha bora na maisha mapya katika jumuiya. Wapendwa taifa la Mungu, jambo la pili ambalo tunafundishwa ni kutokuwa nyoshea vidole wengine, tuondokane na tabia ya manung'uniko pamoja na kulaumu pasipo na sababu. Katika maisha yetu mara nyingi tunakuwa watu wa kulaumu wengine, tunakuwa watu wa kukosoa madhaifu ya wengine bila ya kujichunguza sisi kwanza, kwani nyakati zingine matendo yetu, mawazo yetu, maneno yetu na mioyo yetu haimpendezi Mwenyezi Mungu. Tunaalikwa kwanza kuingia ndani ya maisha yetu kuyatathmini mawazo, maneno na matendo yetu, kabla ya kuanza kukemea au kuonya juu ya wengine tukitambua kuwa sote tu wadhaifu, tunapaswa kushauriana au kuonyana kindugu au kwa upendo, na kabla ya kufanya hayo yote, cha kwanza ni kujichunguza nafsi zetu kwanza. Wapendwa taifa la Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha jinsi ya kuishi vyema katika jumuiya zetu, yaani kabla ya kuzungumzia madhaifu ya mtu mwingine, tunapaswa kusawazisha milima na mabonde ndani mwetu kwa kujiuliza, je, haya ninayoyakemea mimi siyatendi? Isije ikawa ninayoyakemea ndiyo ninayoyaishi. Wapendwa, matendo yetu mema yanapaswa kuwa kioo na shule kwa wengine na si kuishia kukemea kwa mdomo tu. Taifa la Mungu, wale wanaojifanya kuzungumzia madhaifu ya wengine na kusahau ya kwao, au wale wanaokemea makosa au maovu ya wengine na matendo yao yanadhihirisha uovu wao, Bwana wetu Yesu Kristo anawaita wanafiki hawayaishi wanayo yahubiri na huishia tu kuzungumzia ya wengine na yao yakiwa maovu zaidi. Wapendwa katika Kristo, nasi tusipokuwa na utafakari wa ndani wa maisha yetu, tutaishia kuangukia katika kundi hilo la kuona maovu ya wengine, lakini yetu sisi tunaona ni mema. Wapendwa katika Kristo, tukitambua ya kuwa tu wadhaifu na tukisema hatuna dhambi twajidanganya na kweli haimo ndani mwetu. Hivyo tunaalikwa kukimbilia huruma ya Mungu kwa sakramenti ya kitubio. Pia tuombe nguvu ya Roho Mtakatifu ili tuweze kuepukana na kutoa hukumu kwa wenzetu na pia tuepukane na kulaumu bila ya sababu yeyote ya msingi, bali tuongozwe na kanuni ya dhahabu na kifungo cha upendo. Hapo ndipo tutakapojenga jumuiya bora. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi frateri Frederick Filippo wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo, yeah.